Hii ni Yegowasu TV. Endelea kutufuatilia katika kurasa zetu za kijamii, ingia YouTube, Facebook pamoja na Twitter, kote huko tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini hii leo ni ikiwa ni, ni mwendelezo wa kampeni na hapa leo tupo katika kijiji cha Busekela ambapo hapa ni kata ya Bukumi ikiwa ni jimbo la Musoma Vijijini ambapo hii leo mgombea wa kiti cha ubunge katika jimbo hili la Musoma Vijijini, huyu si mwingine ni Sospita Mwongo, ambaye leo ameweza kufika hapa katika kata hii ya Bukumi, lakini hapo akiwa ameanzia katika kijiji cha Bwira, ambapo awamui akiwa anatembelea kwenye kata akiwa awa, akiwa anatembelea au akiwa anafanya kampeni kijiji kwa kijiji, lakini leo akiwa amefika hapa katika kijiji cha Busekela akiwa na lengo la kunadi sela za Chama cha Mapinduzi kuelekea uchaguzi mkuu, akiwa ana yuko hapa, na hawa ni wanakijiji wa kijiji cha Busekela wakiwa wako hapa kwa ajili ya kumlaki na kusikiliza sera za mgombea huyo wa kiti cha ubunge. Ndugu zangu wananchi wa kijiji cha Visekea na vitongoji vyake, ndugu mheshimiwa mgombea nafasi ya ubunge Profesa sasikida muongo, pamoja na msafara, awali ya yote, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa nafasi ya kufika mahali hapa. Baada ya hayo wachache, sasa natamka watambka rasmi kwa kawaiki na kiweka wazi tuendelee, asanteni sana Hukumi hoye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ninaamini na nimesha amini, amini kabisa kwamba kusekera ni watu wanaohitaji maendeleo. Hata mahudhurio yenu yanaonyesha kwamba ni watu wanaohitaji maendeleo kupitia sera za CCM. Usekera hoye! Nimesimama kwa ajili ya kuomba kura kwenu nyote ifikapo tarehe 29 mwezi Oktoba, ninaamini mtatoa kura kwa CCM kwa sababu tu ninajua kwamba CCM ina sera zinazokubalika na zinazobeba maono ya wanabusekera. Wanahitaji nini, hili utalisikia kwa miamba miwili hii hapa. Musa, mmewahi kusikia maono yake na leo mnaanza kusikia tena. Kwa hiyo ni waombe Wanabusekela, tusije tukafanya makosa kwa vitu vile vinavyojipitisha pitisha kwamba wanaomba kura, wanaomba jimbo. Ni sisi pekee yake yenye kujenga mahusiano ya kijamii jamii moja hadi nyingine. Wanabusekela, mnayohitaji kuendelea, mji huu unahitaji mtu aliye shupavu kwa ajili ya maendeleo, ni mji unaokuwa na unaoleta maendeleo katika jimbo la Musoma vijijini. Tarehe ishirini na tisa na kuomba sasa utoe kura kwa Mheshimiwa Musa. Tarehe ishirini na tisa na kuomba utoe kura kwa Profesa Muongo, jabali la maendeleo, Musoma vijijini. Tarehe ishirini na tisa na kuomba utoe kura kwa Daktari, mama yetu Samia Suluhu Hassan, naamini kwa tulivu huu mmeongea nami kwamba kweli ulichokisema. Kura tunatoa kwa mafika mangapi? Matatu. sisiemu oye, kiimaacha mapinduzi. Kwa ksekera nimekuja kuomba kura tatu ya mheshimiwa rais, ya diwani na ya kwangu mwenyewe. Sisi sisi em tukiomba kura tunaeleza mambo tunayoyafanya, tuliyoyafanya, tutakayoyafanya na kuyakamilisha. Kwa hiyo ndugu zangu wa Busekera, tuna mambo tumeyafanya hapa, ninaomba tuyakamilishe. Cha kwanza Usekera inapanuka, sio kijiji tena, Usekera unakuwa mji mdogo. Kwa hiyo kuna vitu mnavihitaji kwenye mji mdogo, mwenye mipango hiyo na miradi hiyo ni CCM na serikali yake. Nianze kitu ambacho ni cha muhimu kwa dunia ya sasa, elimu. Dira yetu ya maendeleo ya Tanzania na ilani ya CCM ya Tanzania inasema Tanzania lazima liwe taifa la watu walioelimika kama kata ya Bukumi mnajipenda na kama hamsikilizi maendeleo ya maneno, mnataka maendeleo ya vitendo, ni lazima kila kijiji kiwe na sekondari. Kata ya Bukumi bado mko nyuma. Mimi nimeomba ubunge mara ya kwanza, Nimekuta jimbo lina sekondari kumi na nne. Sasa hivi tuna sekondari 30, tukiweka na mbili za wasabato na wakatoliki ni 32. Mwakani tunafungua sekondari mpya kumi, lakini serikali imebadilisha mfumo wa elimu, unamtaka kila mtanzania asome mpaka kidato cha nne. Kwa hiyo bukumi ni lazima tujenge sekondari kila kijiji. Mwenye uwezo wa kufanya hiyo kwenye kata yenu ni diwani Msa. Sio diwani wa chama kingine. Na mtu asikwambie usiende kupiga kura. Kwa hiyo ninawaomba hizo kura tatu kwa sababu tunataka kuimarisha elimu na kuiboresha na kufanya vijana wa kata hii ya Bukumi wawe vijana wa Tanzania walioelimika. Sisiemu oye! Mahitaji yenu ya kijiji hiki na kata hii tunajenga zaanati. Usekera unakuwa ni mchi mdogo zanati tumeanza kuijenga na mimi nimeshawachangia. Kwa hiyo kwa vile vituo vitano vya afya nilivyoviomba, ambavyo nimeviomba serikalini, ni lazima, mwenyekiti wa serikali ya kijiji, endelea na ujenzi, lakini peleka maombi halmashauri rasmi kwamba Nyie Busekera mnaomba zahanati yenu ipanuliwe kiwe kituo cha afya, na tena unaenda na mbele, unasema unaomba na gari la wagonjwa. sisiemu oye! Ndugu zangu, sisi msoma vijijini, ndio maana watu watu wa chama kingine hawawezi chochote. Mimi wakati naanza ubunge alikuwepo gari la wagonjwa hata moja. Sasa hivi tunayo saba saba, yale mapya kabisa makubwa. Moja tumeweka Bugwema Masinono, nyingine tumeweka pale Kuikonero na nyingine tuliweka Mrangi pale, halafu vinakuja vingine vidogo vidogo. Tunayo saba, hata Msoma mjini hawana magari saba. Kwa hiyo msipoteze muda na chama cha upinzani na katika hayo saba matano yalitoka serikalini, mawili yalitoka serikalini, matano ni mimi na rafiki zangu tulianunua mapya. Sasa huyo anayekuja kuomba kura, simuomba hata mumpima anunue hata bajaji basi. Sisi moe sisi moe, hayo ni mahitaji ya kijiji cha Busekera na mahitaji ya kata ya Bukumu afya. Atakayeyatekeleza hayo ni Mheshimiwa Rais ninayemwombea kura, na huku chini namwombea kura Musa, ndio atayasimamia. Hakuna diwani wa chama kingine atayasimamia, atakuwa anakudanganya, anakupotezea muda. Uwezo wetu wa kiuchumi unataka tujenge kwa awamu mbili, Msoma Kusenyi, Kusenyi Busekera, na serikali imesema itajenga hivyo vipande viwili, imetoa tenda. Sikiliza bei sasa, na uende kwenye, nyie wasomi, vijana wasomi mnaotumia tovuti, nenda kwenye tovuti ya Tanroads. walitangaza tenda ya kilomita 60. Fedha waliyosema ya kujengea kilomita 60 walisema ni bilioni 78 na kujenga. Tunamtafuta mkandarasi mwingine anakamilisha, atajenga daraja la Suguti peke yake, litajitegemea, litajengwa na pesa za benki ya dunia bilioni 15, bilioni sio milioni, bilioni. Lile daraja la Suguti liwe kubwa la kisasa, halafu lina kilomita moja mbele na kilomita moja nyuma. Kwa hiyo ndugu zangu, bakini sisi, msidanganywe tena. Mnaweza kudanganywa na watu hata ambao hawajui wanaloliongea, anaongea tu. Mimi mwenyewe ambaye ninasimama mbele yenu, ni imani yangu kwamba ishirini ishirini, kwenye upande wa elimu ninyi ni mashuhuda, tulikuwa tunaanza michango ya kuchangishana, lakini leo hii tunayozungumza mbele yenu tumekuwa sana tunaomba sana nguvu kazi zaidi ya vyumba kumi na moja Mtilo sekondari vinapatikana kutoka serikali kuu, lakini hiyo haitoshi bado. Unaona kuna jengo ambalo lilikuwa bweni, mwaka 2020 lilikuwa ni bweni ambalo lilikuwa halijafanyiwa kupitia serikali ya Chama cha Mapinduzi na kutumia mbunge wetu alienda kusimama vizuri na kutuletea milioni hamsini na sita, na leo watoto wetu wanasoma pale Mtilo wamepiga kambi na wanatamani kidogo kufanya vizuri. Hicho ni Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Na hiyo haitoshi, kwenye upande wa elimu Mtilo sekondari Ninyi ni mashuhuda, hatukuwa na mahabara. Mahabara tulipambana, lakini ninayezungumza mbele yenu ninayemgombea sasa aliyewezesha kwa asilimia sabini na tano kuhakikisha maboma hayo tunayoyasema leo yamejengwa kwa nguvu yake na sisi wenyewe wananchi, kwa michango yetu, ameweka pale mifuko mia na hamsini kidogo. Chama cha mapinduzi pesa yake mkononi, napozungumza, hiyo ni pesa mkononi kwa upande huo wa elimu, lakini ukishuka shule ya msingi Busekera utaona pia boma liko hapo, jengo liko hapo, shule ya awali milioni sitini na tano imetoka serikali kuu, lakini bado haitoshi. Kwenye upande pia wa afya, mbunge wetu hajakaa mbali kwenye vituo vya afya. Mimi nimesimama mbele yenu hapa, kwenye vituo tulichokuwa nacho ni zanati ya Kurugee, lakini toka nimesimama ishirini ishirini, tukatengeneza mkakati rafiki na ninyi ni mashuhuda hapa. Busekera tunaposema tunajenga zanati, tunapomleta kwenu kumnadi, tunahakikisha kabisa huyu ni mwamba anayeweza kuondoa changamoto za jimbo hili, kuondoa changamoto za kijiji cha Busekera na kata ya Bukumbi kwa tuaminini, kwa maana ya mafiga hayo matatu. Rais wetu ameshusha fedha na yeye kama e, mtu wa ni mbobezi zaidi, ameendelea kutuunga mkono. Burungu pale kijiji cha Bukumi tumejenga zanati, haikuwepo mpaka saa hii tunavyoongea, limebaki ni jengo limeisha, tumebakiza choo. Muda sio mrefu tunaifungua zanati. Imani yangu kwenu ni kwamba tukiamini chama. Lakini kwenye swala la stendi, halmashauri yetu tumeendelea kuiweka stendi yetu kwa maana ya kuiboresha, kuikwangua na kuiweka kwenye mfumo wa kisasa, na kwa sababu ni jambo la kibajeti, na mimi mnaponituma tena, ni hoja ya msingi ambayo mimi nitaendelea kui kuipeleka halmashauri kwa ajili ya kuwaletea maendeleo katika eneo hili la Busekera na maeneo ya kata ya Bukumi. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Amelizungumza hapa suala la gara na soko, imani yangu ni kuwa magara na soko tunalizungumza ni na bilioni 1.5, na mimi mwenyewe ndio niliyopeleka hombi kwamba eneo hili la Busekera kwa sababu linalo nguvu ya kiuchumi na kuna eneo ambalo specific linakuwa na, na mapato zaidi ya busekera kwamba ni lazima tulipate gara na soko na hili liko kwenye mfumo wa bajeti bilioni moja pointi tano lengo letu ni mwisho kabisa ndugu zangu ni waombe imani yangu kwamba tarehe ishirini na tisa naomba sana utachukua baro tipepa tafuta sana jembe na nyundo Swala la kuchagua, wanasema ni heri ukakosea kuoa kuliko kukosea kuchagua. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mwanamke ukioa leo ndoa, kufika saa kumi na mbili saa moja asubuhi inaweza ikawa imefanyaje imeisha, lakini ukikosea kumchagua kiongozi utakuwa na msalaba na mateso ya miaka mingapi? Mitano. Tarehe ishirini na tisa fanya maamuzi wewe mwenyewe, Mungu wa mbinguni akusaidie. Chukua baroti pepo, utamuona pale Dokta Samia Suluhu Hassan, weka tiki yako, kidumu chama cha mapinduzi. Lakini utamwona pia mbunge wetu mbobezi huyu, ana mbambamba, uwezi ukamulinganisha duniani, anatafutwa kama dhahabu. Sasa kama umeletewa dhahabu hasa ukaiacha, sijui kama utakuwa unatamani nini. Weka tiki yako, lakini mwisho kabisa utaniona kijana wako mnyenyekevu, kijana nisiye kuwa na shida na watu, kijana naongea na watu